Fatma alikuwa na umri wa miaka 28 na alikuwa akijitahidi kufikia malengo yake ya kielimu na kikazi. Alikuwa na mchumba aliyejulikana kwa familia, lakini alikumbwa na hali ngumu alipogundua kuwa alikuwa mjamzito. Mzito alikuwa bado anajijengea maisha yake na aliona kama alikosa uwezo wa kumlea mtoto. Hivyo alikubaliana na utoaji wa mimba alikuwa bado anajengea maisha yake na aliona kama alikosa uwezo wa kumlea mtoto, hivyo alikubaliana na utoaji wa mimba. Alifanya uamuzi huu bila kuelewa kwa kina madhara yake ya baadaye. Utoaji wa mimba ulifanyika katika kituo cha afya kilichokuwa kinafanya shughuli hiyo kwa bei nafuu, lakini hakufanya utafiti wa kutosha kuhusu athari zinazoweza kutokea baada ya hatua hiyo. Madhara yaliyotokea baada ya utoaji wa mimba. baada ya utoaji wa mimba, Fatma alianza kupata maumivu makali ya tumbo na homa. Alikimbizwa hospitali baada ya hali yake kuzidi kuwa mbaya. Wakati alipokwenda kwa daktari, alijulishwa kwamba aliambukizwa maambukizi makubwa ya uterus, womb infection ambayo yalisababisha uharibifu wa kizazi chake tarisha kwamba maambukizi haya yanaweza kuathiri mfumo wake wa uzazi na kuwa na madhara ya kudumu. Alijua kwamba alikuwa amechelewa sana kutafuta msaada mapema, na hatimaye Fatma alijikuta akishindwa kuzaa tena kabisa. Hali hiyo ilimkatisha tamaa na kumfanya ajione kama alikosa sehemu kubwa ya ufanisi wake kama mwanamke. Mabadiliko ya kihisia. Fatma aliishi kwa huzuni na kutokuwa na amani kwa muda mrefu. Alijilaumu na kujiona kama alikosea kufanya uamuzi wa wa utoaji wa mimba bila kujua madhara yake. Alijikuta akikosa furaha, akijiona kama mwanamke ambaye alikosa haki ya kuwa mama. Aliishi kwa hofu kuwa hadithi yake inaweza kuwafundisha wengine kuepuka kile alichopitia, lakini pia alikuwa na machungu makubwa kwa kupoteza ndoto yake ya kuwa mama. Safari ya kupona kwa Fatma. Baada ya miezi kadhaa ya huzuni na mabadiliko ya kihisia, Fatma alijua kuwa alihitaji msaada zaidi alienda kwa mtaalamu wa afya ya akili na pia alijitahidi kuelewa kuwa afya yake ya uzazi ilikuwa imeathirika kutokana na makosa aliyoyafanya. Ingawa hakuwahi kurudi nyuma kwa uwezo wa kuzaa, alijifunza kwamba anahitaji kujijenga kiakili. Aliendelea na maisha yake kwa kutafuta suluhisho kwa Hii inatoa wito kwa wanawake wote kuwa uangalifu katika kufanya maamuzi kuhusu utoaji wa mimba, na inasisitiza umuhimu wa kupata elimu sahihi kabla ya kufanya uamuzi.